Hello watu wangu wa nguvu I'm Lilian Okendo. Welcome back to my YouTube channel. I'm so happy to have you again. Okay. To my returning subscribers, thank you so much and to my new subscribers, God bless. God bless you for choosing my channel. Okay. So, put on a notification bell so that whenever I upload a video, you will be among the first one to watch. Leave me a comment, share and subscribe. Okay now i want to take you through this video yeah so i want to talk about pamela and his boss oga obinna pamela again wadau mambo ni mengi mambo ni mengi mambo ni mengi and people are asking a lot a lot of questions i know hata nyi mtaniuliza maswali why am i bringing to you this again because Uh, I think last month nilileta tena story ya Pamela but sisi tunapakua kulingana na vile tunapakuliwa, then we have to let you know what is happening out there, so maswali imekuwa mengi mengi mengi mengi, people are asking uh, Obinna, kuna interview aliongea akisema hakuwahi futa Pamela kazi na tena hakuwahi futa Dem Wa Facebook kazi. Sasa maswali yenye ko pale eh, kwa mtandao ya TikTok is, uh, people are asking why is it that immediately after Oga Obinna kusema hivyo, now we, we are seeing Pamela on his show. Tunaona Pamela akiapia kwa video zake. If you all know kuna hii challenge Oga Obinna amefanya with the staff wote, akisema wakisema wanataka kujua kama how much anawaelewa ama anawajua You guys, you saw Pamela there, then kuna hii challenge ingine yenye wamefanya wakificha vitu kila mtu anatoa something that ako nayo. You also saw that Pamela was there. So people are asking, what happened to Pamela? Is it that eh, ni ule msichana mwenye amelia juzi akisema anapenda Obinna sana ndiye amefanya Pamela amejitokeza na akaomba msamaha kwa Oga Obinna na amerudi afanye kazi ama does it mean that Obinna ameamua kutoa tapaman alete Pamela tena? Kwa sababu ile kazi Pamela alikuwa anafanya, hatujawahi ambiwa specific ni gani, juu kama ni chai tuliambiwa yeye akukuwa wakusavu wageni ama sijui nini, hatuelewi kazi gani yenye Pamela alikuja hapa kufanya hadi wa leo. Up to now tunamwona tu kwa videos and a lot is not yet to come up. Hapo ndio tukue so clear, tujue ni nini inafanyika so as much watu mafans wanauliza maswali wengi, wameongea wamesema Pamela aliomba Oga Obinna msamaha after hiyo mambo yote, she went akakaa chini akafikiria, akaona ana mbele wala nyuma, akaona opportunity ndio hiyo and she has to grab by kukuja na aombe msamaha. The way watu wanamwona pale, wanasema maybe Oga Obinna ameamua okay, she's my sister from Luoland She, I have worked with her before. She deserves a chance, a second chance. Who knows, hatujui. Then wengine wanauliza ama amemiss kugongwa. the, I'm reading the the comments now guys. I'm reading the comments after watu wamefanya nini, wameanza kujiuliza maswali ama, is it because of Lucy? Lucy ni ule msichana mimi nilileta video yake juzi nikisema huu msichana amelia sana akisema anampenda anam sana Oga Obinna he has to respond to her at least tu wapatane waongee. hiyo video Oga Obinna alhave kurepost na tena nimeona eh, Nicholas Kioko pia ameongelea the same thing, so hii kitu ni serious. Hatujui ni laini gani Obinna atachukua. So mambo ni mengi, we don't know what's cooking but with time tutajua tu ni nini, what's cooking so far hatujajua, but uh, vile wa, mafans wanajiuliza, watu wengine wanajiuliza maswali. Mwingine ameuliza kwa comment section: What happened to Pamela's UK visa? Pia mimi najua mtaniuliza hivyo, lakini hata mimi ni ule mmoja ambaye najiuliza Pamela to come back kwa, kwa show ya Obina. UK visa ilikuwa real ama ilikuwa uongo? Mwingine akasema, nasoma comments, mwingine akasema yes, nilisema Pamela sio mtu wa kutulia, hata akaona mafanikio yake bado atarudi kwa mtandao na ongelelea aliongelelea mambo ya visa visa ya UK, na saa hii tena tunamwona kwa oga Obina. Pamela, you should do better. Guys, mm -hmm. Aya, mwingine naye anauliza kwani, jamani, kuliendaje? Hakuenda mm -hmm. ama amerudi, uh, amerudi kwa Egonga, huwa wanaita Oga Obinna Egonga, ama amerudi kwa Egonga juu alikuwa amemisi hiyo kitu. My dear friends, mimi nasoma comments, nasi tasoma comments zote, but nasoma comments kulingana na reaction ambayo inaendelea na watu lazima watareact kwa sababu wamemwona pale. Kama hujamwona basi, wewe sio fani wa Oga Obinna, oh sorry, na tena wewe sio fani wa pamela, na wewe ufuatilia hawa watu. So i think hii itakupita, because lazima ukuu unawafuatilia ndio ujue ni nini tunaongelelea. Mwingine ametai papa akasema, ama hawa watu wenye walifaa wapeleke pamela uk walimcheza. Mwingine ameuliza what happened to pamela's business yenye ilikuwa ya kufanya klina ni kwa nyumba za watu ni nini ili happen? Mwingine akasema e, umaskini ni kitu kibaya sana. Pamela alishakula pesa zenye alifanya nazo kwa Obinna hapo mwanzo zimeisha, tena amerudi so for me siwezi clarify that Pamela alikuwa ametoka, ndio amerudi ama Pamela alikuwa chini ya maji, but the thing is Oga Obinna mwenyewe kwa mdomo wake alisema hajawahi e, fire Pamela of which hatujui. Akasema Pamela alitoka kwenda kufanya mambo yake mengine so mimi nilijijazia ya kwamba is either alikuwa ameenda kupost hiyo biashara yake igro ajisimamie the way baby alitoka pale na akajisimamia na anafanya mambo yake nao. Hii kitu imeshangaza mtoto wa Oga Obinna ambaye ni Lola. Ameuliza babake, sikiza hii swali, daddy why is it that Dem wa Facebook wa, wakati alitoka kwa show hajawahi rudi? Why, why Pamela? Is Pamela coming to replace Taperman. Hiyo ndio swali yenye Lola ameuliza babake, kwa sababu pia Lola juzi kamekuwa pale kwa studio na babake wakifanya ile challenge ya ile wimbo ya um, rest in peace baba ya Oga Obinna, Tribute yenye Obinna alitolea baba, wamekuwa pale na Lola wa kidanzi hiyo wimbo. So vitu zenye zinaendelea kwa mtandao watoto wao wao wanaona, wao wana watch mpaka baba yao na wanajua staff wote. So, sijui ni nini Oga Obinna ataelezea mtoto wake, kwa sababu amemuuliza hiyo swali, why is it that hakuna siku umewahi rudisha dem wa Facebook. And now Pamela amerudi amerudi kufanya kazi gani, ama alikuwa ameenda wapi ama what is happening? Imagine mpaka Lola Hmm, Lola anauliza babake maswali. Same, same questions, my fans pia wanauliza. So guys, we do not know what happened. Na watu mwingine amesema vile Pamela ako na tabia ya kuropoka. Mpatieni only two weeks ama even two weeks is more. Mpatieni only two weeks. One week atakuwa ameropoka aanze kuongea matope bila aliongea. Alisahau. Mwingine amesema alisahau kila alichosema akajirudia. Kweli, mwana mpotevu rudi kwa babaye. Hey, nakuambia comments ni motomoto moto guys. Lakini hapa nataka tu tukue, tusikue na matusi, tusikue na nini. Wacha tungoje respond ya Obinna kurespond kwa mtoto wake, amwambie why Pamela. So guys, so sisi ni kuangalia na tuone. Na sometimes wanasema eh, ukiwa mahali pa kazi, ukitoka vizuri, ukiwa na hiyo Ukijirudia uone huko unafanya vizuri, unaweza omba msamaha na urudishwe. Eh, mwingine akasema, yani mambo yenye imesemwa ni mingi, sitaki kusoma comments zote, but let us pray for them. Wafanye kama ni kazi. Pamela, behave raundi, achape kazi roho moja, na pia asilalie masikio, hiyo biashara yake pia inamuhitaji. So please subscribe, like, share, comment and yeah, until the next video. I love you guys and take care. See you when you see me. Okay. Bye bye bye.